amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-fatawa juzu ya sita ukurasa wa mia tatu na themanini na mbili katika majmuu ya Ibn Qasim. Ile majmuu al-fatawa ile, Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah hajaandika kitabu cha al-majmuu, nataka tufahamu yale hilo. Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake al-majmuu, Ibn Taymiyyah hajaandika kitabu cha al-majmuu, sawa ile al majmuu imekusanywa na Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, lakini vyote vilivyomungula na ile majmuu ni maneno ya Ibn Taymiyyah. Ye kavikusanya vitabu vya Ibn Taymiyyah katika mahali pamoja sawa. Ndio maana katika majmuu al-fatawa fatawa za nani? Za Ibn Taymiyyah. Yani wewe mfano ukusanye maneno ya shekhe wako katafuta huku na huku vitabu vyake alivyoviandika vyote ikaviweka mahali pamoja, kwa ule ukusanyaji wako wewe, sio wa nani, wa shekhe wako. Kwa hiyo Ibnu Taimiyah, hamna shaka yale maneno yote yaliandika kule ndani ni maneno yake, yamekusanywa kutoka kwenye vitabu vyake mbalimbali na fatawa zake mbalimbali, amezikusanya mahali pamoja alikusanya ni nani? Abdurrahman ibn Qasim rahimahu llahu taala. Kwa maana akasema katika maelezo hapa, min majmui ibni Qasim, kwa sababu zamani ilikuwa kuna uadui mkubwa juu ya vitabu vya ahli sunna na hasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wakikamatwa kitabu chake wafungwa. Si ibn Taymiyyah akaitwa kwenye munadhara Misri Magogo ya kiashaira ki, ki, ki, na mingineyo yamekusanyika Misri, aitwe Ibn Taymiyyah, acholewe Sham, aende Misri. Wewe umeandika kitabu fulani katika masala fulani, njoo ujieleze. Wakaitwa miamba ile pale, imekaa mbele Ibn Taymiyyah, akawabwaga wote, lakini matokeo akatiwa jela, kufungwa magerezani. Magere, mfunge huyo, simumjibu hawakumweza

anawasomesha wanafunzi kitabu khalqu af'ali al-ibad cha al-imam al-bukhari. Imam al-bukhari wachilia mbali ile jamii aliyoandika, ameandika vitabu vingine. Miongoni mwa vitabu hivyo ni khalqu af'ali al-ibad. Kile kitabu, mule ndani kuna rududi nyingi dhidi ya ashaira. Akawa anakisomesha msikitini, mara kaja kabebwa. Ah, huyu bwana tukusudia sisi jela. Haya anayataja Alhafidhu bin Hajar rahimahullahu taala katika Addurarul Kamila. Uonevu kwa sababu tu wako karibu na watawala. Funga huyu huyu funga huyu, waweza kujadiliana naye wamshinda kwa hoja. Sasa mtu akikushinda kwa hoja ndio wamfunga. Sasa wengine wakawa vitabu vyake ukipatikana, choma moto

alikuwa na kiri juu ya ilmu na fadhila zao, lakini uonevu ni kithiri, wakadhani kwamba wataizima nuru. Leo vitabu vya Ibnu Taimiya vimeenea dunia nzima, walioamua kutaka kuvichoma na nini wameweza? yuriduna yutfiu nuru llahi biafwahihim. Tawezekana kweli? uwezi hoja kujibiwa kwa hoja. Nimetoka nje ya mada kwa sababu ya kumwelezea Ibnu Taimiya, iko haja ya kuelezewa Ibnu Taimiya tu kwa mihadhara na durusi na majalis chungu nzima, watu wamjue ni nani. Si nabii, sawa, sio nabii, na wala sio kwamba la yukhti, lakini ni kitu kingine hicho. Wacha watu waseme masufi, e, Ibn Taimiya kuna haja ya kumjua huyu mtu ni nani na sisi ni wavivu wa kusoma, wa kusoma vitabu au pengine uwezo wa kusoma ni mdogo nafasi hakuna. Ke, kuna haja kuelezana watu hawa ni kina nani, ki na mchango wao katika jamii ya Kiislamu na kibinadamu ni upi? Sasa, katika majmuu ya Ibn Qasim, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah anasema tayinuha laisa min kalami nabiyi sallallahu alayhi wasallam, huyainisha hayo majina si katika maneno